Kim Media. Majira saa moja kamili wakati natoka pale getini. Nikatizama huku chini nikakuta kuna mbwa kama wanne hivi. Wanadili na hii mifuko. Nikabidi nisogee niangalie kuna nini. Kufika hapa nikakuta kuna mtoto alikuwa pale kwenye mfuko. Mtoto kichanga kimetupwa pale. Nikabidi nitafute majirani. Niwataarifu. Jamani, kuna tukio hili nimeliona hapa, ndio tukakusanyika na mwalimu yule pale tukaja hapa kwa sababu mimi ni mgeni ndo tukatafuta uongozi wa maeneo haya. Tangu kumliu kwa mara ya kwanza ndio nasikia kwa mara kwanza, ndio nimeona vitu hivi. Hakika, mara kwanza ndio nimeona, leo kwa macho kwa kushuhudia. Hakika hali ile ile, bahati nzuri mbwa alikuwa wengi. Nilichoona cha ajabu pamoja na wingi wale mbwa hawaja hawajamtoboa wala hajamgusa, walikuwa wanacheza naye tu lakini hawajamtoboa Asubuhi mimi nimeamka nilikuwa naenda katika harakati zangu ah, nimefika hapo nikakuta watu wawili wamesimama. e, kuna mzee na mama kuna, kuangalia hivi ah, ndio naona hicho kiumbe kiko hapo kulingana na nikiti, nikiti na mjumbe mimi ndio nawajua mtaa huu kabidi nikimbie kwenda kuwapa taarifa e, basi naona ndio wamefika hapo kuli, mniogopesha kwa sababu ni unyama, inamaanisha kwamba ni unyama kiasi gani mtu anaweza akapata mtoto halafu akaja akamtupa mazingira kama haya. E, jambo la kutisha ksu limeniogopesha sana, kwa sababu mwenyewe ni mzazi na familia na mke na mtoto e, kwa hiyo uchungu mtoto nauelewa vizuri, kwa huyu aliyetupa hapa, shinda kuelewa na unyama kiasi gani. Mimi nilikuwa napita zangu, nilikuwa nauza mboga mboga, akaniita huyu kaka akaniambia njoo uone hapo hivi, kuna kitu kama mtoto, kuna huyu hapo kaburuzwa na mbwa, nikasogea pale nikaangalia nilipomwona ule mtoto, basi mimi nikaendelea na kazi zangu za kwenda natembeza mboga. Nimemshuhudia kwa kweli, yani wamemtupa kwenye eneo, ila hapo mtoto yuko hajavalishwa nguo yoyote. Mimi nikaendelea kwenda kuuza mboga, saa ya kurudi nikapitia tena hapo, nikaona watu wamejaa, tukaanza kukaa kwenye tukio, tukaanza kuangalia tukio hili lilotokea. Nilipata taarifa kutoka kwa wananchi, kwa hiyo wananchi hao ndio walimpigia mjumbe wangu wa mtaa. Mwalimu Dedani, mwalimu Dedan naye akanipa taarifa, lakini kama mnavyoona wananchi wame, wamesimama hapa muda mrefu. Lakini tulishatoa taarifa polisi kwa polisi wetu wa kata, lakini Mr. Goha akasema yeye anaelekea kanisani, lakini atatuma mtu. Lakini mtangia saa mbili tumetoa taarifa, mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote kutoka kwa kwa kwa uongozi wa wa wa nani wa ulinzi na usalama wa kata Kitete. Kwa hiyo ndio tunasubiri hapa ili waweze kuona hili tukio lilivyotokea eh. Kama nyinyi mlivyoona na sisi ndivyo tulivyoona, kwa sababu tulielekezwa tuliambiwa tuli tu na mpita mpita njia kwamba alivyopita aliona hali kama hii, lakini huu hi, mwili umegeuzwa umeshapelekwa, ume upande wa pili, anahisi kwamba mbwa ndiye aliyeuhamisha ule mwili mm. ndivyo tukio nilivyoliona ili lilotokea mkutani kwangu. Mimi nimeshuhudia huyo mtoto aliyefariki, lakini anaonekana kama ni, ametolewa, hajafikia umri wake wa kutoka duniani ashafariki. Lakini machua h tunaweza kusema kwamba tunanadia mabinti hasa, mara nyingi hili tukio halitolewi n na, na, halitokee kwa kwa watu wazima, huwa hawa ni mabinti waliofanya ile. Tunawaambia wananchi haya mambo sio ya kawaida sana, lakini wa mabinti wajitahidi kuwa makini na mimba za utotoni, kwa sababu nahisi kwamba ndio zinazoleta rabsha hii yote, wakifikiria kwamba wakati mwingine wakihojiwa wanasema maisha ni magumu. Lakini kama maisha ni magumu, unapoingia kwenye mahusiano ujue kwamba hayo ndio matokeo yake. Kwa hiyo wasifanye makosa hayo tena, tunashauri tuna sana mabinti wetu waishi maisha ya maadili mazuri. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.